Sitaki kuingilia imani ya watu wengine, pengine sijui, lakini kweli, njia ya kuondoa mapepo ni kucheza mpila kanisani? Ni kweli mashetani anatolewa kwa njia ya kucheza mpila kanisani. Eh? Unajua, viongozi wa dini, kuna baadhi ya viongozi wa dini ndo wanawafanya waumini wenyewe imani zipungue, imani zinapungua. Yaani haiwezekani ukaonyesha kitu kama hiki, mtu mwenye imani kweli ya Mwenyezi Mungu akaja kanisani kufanya ibada yaani, kitu ambacho hata mtoto mdogo kimwambia ambaye hana akili hana uelewa hawezi akakuelewa. Yani, unaona awakemea mapepo kwa kucheza mpira eh? Imani gani ambayo unaitumia we? Mungu tunayemwabudu ni mmoja, tofauti ni imani tu. Unatoa mashetani kwa kutumia mpira, kucheza mpira. Are you serious? Are you serious? Tuheshimiani bana.